Dr. Samia Suluhu Hassan hoye Mheshimiwa Suleiman Jafo oye kwani hoye uwekezaji viwanda na biashara safi Mheshimiwa mgeni rasmi Mheshimiwa Suleiman Jafo mbunge na waziri wetu wa viwanda na biashara Waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya mwenyeji Nixon Simon, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kibiti, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mafia, Mkuranga, Rufiji, kaimu katibu tawala wa mkoa, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya wawekezaji wetu mliopo, kamati za usalama za wilaya na mikoa, viongozi wa sekta binafsi, wawekezaji wetu, wananchi wenzangu, mabibi na wabwana, wanahabari, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahimu, mwingi wa rehema, aliyetuwezesha sisi sote pamoja na wewe kuweza kushirikiana nasi hapa tukiwa na afya njema. Na nichukue nafasi hii pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini mwombe Mwenyezi Mungu anisaidie na niongoze niweze kuongea yale anayostahili kuongea katika hadhara hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nichukue nafasi hii kumshukuru na kumpongeza sana Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake uliotukuka kuleta maendeleo kwenye nchi yetu na kutuondolea kero, na hususan kwa tukio letu la leo, kwa uongozi wake na usimamizi wa kuhakikisha nchi yetu inaweka mazingira bora kabisa ya uwekezaji viwanda na biashara. Tunajua Mheshimiwa Rais anasimamia sera za nchi hii kwa upande wa uwekezaji viwanda na biashara, sheria kanuni lakini na jinsi ya usimamizi wake na amefanya kazi kubwa sana. Ametembea nchi mbalimbali mbali duniani kuhakikisha anavutia wawekezaji katika nchi yetu hii ikiwa ni pamoja na wawekezaji wa nje na wawekezaji wa ndani. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunaomba Mwenyezi Mungu amzidishie afya, hekima, subira na uvumilivu na muhifadhi Dhidi ya changamoto zote ambazo zinaweza kutokea. Mheshimiwa Waziri, tunalofanya leo sisi mkoa wa Pwani ni kutafsiri kwa vitendo matarajio, vision ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba nchi yetu inaboresha mazingira ya uwekezaji viwanda na biashara. Tukasema sisi kama mkoa, hasa ndio tuko katika ngazi ya utekelezaji tunajua kuna sera za nchi lakini sisi ndio watekelezaji Mheshimiwa Waziri mkoa wetu unaongoza kwa viwanda na uwekezaji mpaka sasa tuna viwanda 1533 viwanda 124 ni viwanda vikubwa 120 ni viwanda vya kati vilivyobaki ni vidogo na vidogo zaidi Mheshimiwa Waziri kwa kipindi ambacho Mheshimiwa Rais ameingia madarakani mpaka sasa mkoa wetu umeshuhudia uanzishwaji na uwepo wa viwanda vipya vikubwa 78, ambayo ni takriban asilimia 62 au 63. Ni kazi kubwa na ni uwekezaji mkubwa. Tunafahamu Mheshimiwa Rais ametusaidia kuhakikisha tunapata nishati. Mheshimiwa Waziri, wakati mpaka mwaka jana tulikuwa tunapata megawats 118 na kuanzia mwaka jana wastani wa 118 tumeanza kupata megawatts 140 takriban ongezeko la asilimia 19. Mpaka sasa mwezi wa 12 mwaka jana tulienda mpaka tukanapata megawatts 70, tulikuwa kidogo tuna changamoto wawekezaji wetu walikuwa wakizalisha kwa siku, wanapewa e, siku tatu au nne kwa wiki kutokana na mgao wa umeme lakini sasa mheshimiwa waziri, hatuna changamoto hiyo, utaona kwamba tumeenda vizuri. Na sasa mheshimiwa waziri, kama tunavyoongea, nimshukuru sana mheshimiwa Rais pamoja na watendaji wanaomsaidia majukumu, hasa kwenye eneo hili, wizara ya Nishati, mheshimiwa naibu waziri mkuu mheshimiwa Dr Biteko na wengine, juzi tulikuwa Dodoma kuzindua kuweka jua la msingi la kupeleka mva mv Eh, 400 na KV 400 pale Dodoma. Lakini nilipata habari njema Mheshimiwa Waziri, tayari kuna upanuzi wa kituo chetu cha Chalize kinachotarajiwa kuzalisha megawatts 2115 eh, kutoka Bwawa Mnyerere, inajengwa laini mpya ya KVA 400 itakao kwenda Bagamoyo na KVA 120 itakao kwenda kituo chetu cha Kinyerezi lakini pale Mbagara, tayari Tanesco wameleta transformer ya MVA 120. Maana yake mkoa huu utakuwa na shida tena ya uzalishaji wa umeme. Mheshimiwa Waziri, kwa takwimu za wenzetu wa kituo cha uwekezaji, ongezeko la viwanda linategemewa kwa mwaka huu kuwa takriban asilimia 30, na, na sisi tunaamini kwenye mkoa wetu, Mheshimiwa Waziri, tutakapopata hizi nishati, tukapata barabara za kutosha kapata maji ya kutosha ongezeko kwa mkoa wetu, inaweza tunaweza kuongeza viwanda kwa maana ya idadi vipya asilimia 30, lakini kuna viwanda vile vilivyopo kuongeza another line of production, wingi wa uzalishaji vitaongezeka kwao, ukubwa wa viwanda utaongezeka. ni mshukuru sana Waziri wa Maji ndugu yangu Aweso. ni mshukuru sana sana Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Ulega na waziri wa Tamisemi Mheshimiwa Mchengere wanaoshirikia mambo ya barabara. Wametuahidi kwamba maeneo yote ya viwanda tutapata barabara ambazo itakuwa ni rahisi kufikika, na tunafahamu ni washukuru sana wadhamini wetu wa King Lion, kila wakati wanatudhamini kwa kiwango kikubwa sana. Wana shida ya barabara, hawakusema, lakini Mheshimiwa Waziri, tumeshafanya wenzetu wa Tarura, tutaanza hivi karibuni kuwatengezea barabara yao takriban kilomita mbili na nusu kutoka barabara kuu kwa sababu wamefanya uwekezaji mkubwa sana. Ombi letu Mheshimiwa Waziri, serikali ina mipango mizuri, tunategemea tupate gesi. Wenzetu wa TPDC wanajenga pale kituo kikubwa Ubungo, na mpango ni kuleta gesi huku kwa magari. Mheshimiwa Waziri, sisi tuna uchumi mkubwa, tuna fursa kubwa, tujenge bomba, gharama utakazojenga zitarudi haraka na wenzetu katika maeneo mengine watanufaika maeneo ya uwekezaji yapo, tuna kongani na in, in, za biashara, maeneo ya biashara karibu 27. Mheshimiwa Waziri, kwa sababu ya muda nimesema, nichukue nafasi hii kwa mambo mawili, kwanza kushukuru, kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi wa kazi kubwa wanaofanya, kushukuru wawekezaji Mheshimiwa Rais na serikali yake, kushukuru wawekezaji wanaowekeza kwenye mkoa wetu, wamefanya uamuzi sahihi, kwani ni mkoa mahala sahihi zaidi kwa uwekezaji katika nchi hii. Ni washukuru we, watendaji wa mkoa mimi eh, mwenyewe rasi, lakini na waheshimiwa wa wilaya wa na timu nzima. Mheshimiwa Waziri, nipekee salamu zangu kwa Mheshimiwa Rais amenipa waheshimiwa wakuu wa wilaya makini, wanafanya kazi kweli kweli, ni wasaidizi wazuri kwangu na ni wasaidizi wanamwakilisha Mheshimiwa Rais vizuri katika wilaya zao. Lakini ni washukuru wakazi wa mkoa wa Pwani, kwanza kwa kukaribisha wawekezaji na kutoa kufanya kazi katika maeneo hayo. Ni shukuru kamati zote, kamati ya usalama ya mkoa na wilaya, wanafanya kazi nzuri. Mwisho ni kushukuru wewe, Mheshimiwa Waziri, kwa kuja. Ni kuhakikishia Mheshimiwa Waziri, mtupe nafasi. Ukiangalia principle ya 28% kama pale 80 20%, ambao mnatakiwa wizara ya viwanda na biashara muangalie, mtapata maeneo ya kuonyesha na serikali itaonyesha mafanikio katika uwekezaji viwanda na biashara, ni mkoa wa Pwani mtupe nafasi hiyo ili tuweze kuwa na mchango mkubwa sana kwenye nchi, na mimi naamini mheshimiwa waziri, kuna mambo yaliyoonekana, mambo ya GDP. Haya tumwambie wenzetu waweke takwimu zao sawa. Haiwezekani, hali halisi ndio hii, viwanda ndio hivyo, sijui wapi, pengine wana viwanda vingi kama sisi, lakini mambo ndio hayo, warekebishe. Serikali ni moja, lakini waweke takwimu zao sawasawa. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa waziri, ni ukaribishe sana uweze kuongea na hadhara hii kama ambapo umepata